Nyota wa mpira wa miguu Paul Pogba ambaye alibubujika machozi wakati wa kuweza kusaini mkataba wake na klabu ya Monaco, kufuatana na marufuku ndefu ya kuweza kutokucheza bana soka kwa sababu ya kuweza kutumia dawa zilizopigwa marufuku mnamo Agasti mwaka 2023. Kiungo huyo wa zamani wa Manchester United na Juventus alifungiwa kwa miaka minne baada ya kupatikana na matokeo mabaya ya vipimo vya dawa. Hata hivyo adhabu hii ilipunguzwa e, hadi miezi 18 tu mwezi Oktoba mwaka huo. Marufuku ya Pogba ilimalizika rasmi mapema mwaka huu, lakini mkataba wake wa Juventus ulisitishwa kwa makubaliano ya pande zote mbili. Kwa mujibu wa tangazo la Monaco, Pogba mwenye umri wa miaka 32 amesaini mkataba wa miaka miwili na klabu hiyo iliyoshiriki ligi ya mabingwa Ulaya. Mkataba huo ambao utamweka hapo hadi majira ya kiangazi mwaka 2027. Soko pande wa Pogba yeye, jinsi ambavyo alikuwa akionekana kwenye hiyo video imeweza kuibua hisia nyingi sana kwa wadau wengi wa soka, wakiwa wanamtazama Pogba akiwa analia baada ya mambo ambayo amekumbana nayo katika soka po Pogba aliweza kujiunga na Juventus mwaka 2012, na, na kuweza kufanikiwa kuwa ni moja kati ya wachezaji muhimu katika timu hiyo. Akiwa na Juventus aliweza kufanikiwa kushinda ubingwa wa ligi kuu ya Italia Serie A mara nne mfululizo katika msimu wa mwaka 2012 lakini pia mwaka 2014 15 mwaka 2015 16. Lakini pia aliweza kushinda kombe la Italia Coppa Italia mara mbili mfululizo mwaka 2014 15 2015 16, kushinda e, bana Super Cup ya Italia Super Coppa ya Italia mara mbili mfululizo akiwa e, katika mwaka 2013 mwaka 2015. Akiwa na Manchester United ya huko Uingereza, Pogba aliweza kurudi tena Manchester United, ambapo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na sita kwa ada kubwa ya uhamisho Akiwa hapo aliweza kushinda e bana kombe la UEFA e, e, Europa League mwaka elfu mbili na kumi na sita kumi na saba alifunga goli kwenye fainali dhidi ya Ajax, lakini pia kombe la EFL e bana Karabao Cup mwaka elfu mbili na kumi na sita kumi na saba Ngao ya Jamii ya FA Ebana, Community Shield mwaka 2016 mafanikio ambayo aliweza kuyapata katika timu ya taifa ya Ufaransa. Sasa Paul Pogba e, kwenye kombe la dunia e, FIFA World Cup 2018 alikuwa ni sehemu ya kikosi kilichoshinda finali dhidi ya Croatia, aliweza kufunga bao muhimu kabisa. Kombe la dunia la vijana chini ya miaka ishirini, FIFA Under 20 World Cup mwaka 2013 aliongoza Ufaransa kuchukua ubingwa akipewa tuzo ya mchezaji bora wa mashindano Golden Ball. Sasa pia kwenye UEFA, National League mwaka 2020 mwaka 2021, alikuwa ni sehemu ya kikosi cha Ufaransa e, kilichoweza e, kushinda taji hilo, lakini pia tuzo binafsi ambazo e, Paul Pogba ameweza kuchukua ni kama vile Golden Boy Award mwaka 2013, tuzo ya mchezaji bora chipukizi e, Ulaya, lakini pia FIFA Under 20 mwaka 2013, yeye akiwa kama Under 20 pale alikuwa ni mchezaji bora e, wa mashindano Bravo Award mwaka 2014 alikuwa ni kama mchezaji bora e, barani Ulaya mwenye umri chini ya miaka ishirini na tatu. FIFA World Cup Best Young Player mwaka 2014 mchezaji kijana bora e, kwenye kombe la dunia, lakini pia UEFA Team of the Year, yeye pia alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kuonyesha mchango mkubwa sana mwaka 2015 lakini pia FIFA e, fif Pro world. E bana kumi na moja mwaka 2015, e bana kikosi bora cha dunia, yeye ni moja kati ya wachezaji ambao aliweza kuvaa medali. So tangu kupunguzwa kwa adhabu yake Paul Pogba, ambapo ilikuwa ni e, miaka minne, then baadaye kaja kupunguzwa mpaka miezi 12, e bana mwezi Oktoba mwaka e bana mwaka huo. So ni kwamba Paul Pogba sasa hivi moja kwa moja anaenda kujumuika na Monaco, lakini e, kitu ambacho kimeweza kuzua e bana mijadala mingi sana, lakini pia hisia za mashabiki sana na machozi ambayo Paul Pogba alikuwa akiamwaga kipindi ambacho akiwa na sign mkataba na Monaco. Drop comment yako, ni upi mtazamo wako, kwa mdau wa soka, kutoka kipande chochote ambacho upo right now bana. Hii ni sawasawa online digital, subscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.